Mzigo unaanzia hapa. Kila siku mvuvi mmoja aliyeitwa Sirikiu alikuwa anatoka kwa ajili ya kazi ya uvuvi katika ziwa fulani hivi. Siku moja katika harakati zake za uvuvi, akamvua binti mmoja mrembo sana. Sirikiu alimwokoa yule binti ile. Yule binti alipozinduka alionekana kama watu tofauti hivi, maana aligoma kwenda hospitalini, lakini pia hata jina lake alikuwa halikumbuki. Sirikiu akaona ampeleke kwenye nyumba ya marehemu mama yake, akampatia mavazi na kumwambia akae hapo kwa muda. Kisha Sirikiu akatoka kwenda kuonana na binti yake, ana anaishi na aliyekuwa mke wa baba yake, anaitwa Mora, yani Mora na wametengana hivyo mtoto anaishi na mama yake. Sirekiu alimfuata binti yake ili ampeleke kwenye matibabu ya kila mwezi ya viungo. Wakiwa huko, Sirekiu akawa anamsimulia binti yake simulizi na inayomuhusu mwanamke wa kwenye maji Ana, akamwambia huyo mwanamke ni samaki mtu, na wamejifunza kuhusu hilo wakiwa shuleni. Baada ya matibabu Sirikiu akamrudisha Ana kwa mama yake. Mama yake na Ana ni mtu mwenye kisirani mno na huwa hapendi Sirikiu ampeleke binti yake kwenye vipimo, maana akaridhika na jinsi binti yake alivyo. Kesho yake asubuhi Sirikiu akamwona yule mwanamke aliyomwokoa akiwa anafua nguo, kisha yule mwanamke akaomba kuongozana na Sirikiu katika boti yake. Wakiwa njiani, yule mwanamke akamwambia yeye anaitwa Andini, yani anayetokea majini. Baada ya muda boti ya Sirikiu ikasimama, maana wavu ulionekana kukwama. Andini akaanza kuimba wimbo wa ajabu, mara hafla kila kikapu kikawa kinakuja huku kimejaa samaki wa kutosha, kamsaidia watoa baharini maana walikuwa wengi mno lakini Andini alikataa kuongozana naye sokoni. Siku hiyo Sirikio aliuza samaki wengi sana, kisha akaenda dukani na kununua mavazi mapya kisha akaenda kumfata Ana shuleni. Wakiwa njiani, aliendelea kumpa hadithi ya mvuvi na mwanamke kutoka ziwani ambaye aliimba tu kisha samaki wakajaa kwenye wavu. Ana aliona ni kama ndoto, maana kila siku ndoto huwa haziwezi kuwa kweli. Baada ya kumfikisha Ana nyumbani, Sirikio akafunga safari kuelekea kwenye nyumba ya marehemu mama yake, wakati huo hajui kama binti yake alikuwa anamfuatilia kwa nyuma. Alipofika akampatia Andini chakula pamoja na nguo. Andini aliuliza atakaa pale kwa muda gani. Sirikiwa akajibu kuwa atakaa pale milele tena kwa furaha sana, lakini bila kujua kumbe Ana alikuwa akiona kila kitu kilichokuwa kinaendelea pale. Ana akaenda maktaba na kuomba kitabu kinachohusu samaki watu, yani nguva. Baadaye Sirikiwa anaenda kanisani kukiri juu anayomkuta hali ya kuwa alishaacha kunywa pombe toka muda mrefu tu, huku ndoto mbaya zikimjia kuwa mume mpya wa mke aliyemwacha atafariki. Huyu jamaa alipoachana na mama Ana akawa mlevi kupita kiasi, lakini mchungaji akamshauri azidishe sana maombi. Wakati huo Ana akawa anasoma kile kitabu, huku andi lakini akagundua jambo ambalo usirikio limficha ni kuhusu nyavu zake za samaki. Asubuhi palipokucha, Ana kaenda nyumbani kwa marehemu bibi yake akamkuta Andini anaogelea mtoni na Ana akamueleza kuwa anafahamu kila kitu kuhusu yeye kwa hiyo ajibu maswali yake kwa ufasaha kabisa. Ana anauliza maswali mengi sana, lakini Andini pia akajibu kwa ufasaha. Ana akaomba wao wa kweli ili wao marafiki wazuri. Ana akamwambia Andini kila kitu alichokisoma juu yao, kuwa wanakaa nchi kavu kwa muda wa siku saba kisha wanarudi majini, ila kwa siku saba hizo hizo hizo huwa wanatafuta binadamu kwa ajili ya kuwaliwaza Andini Akabadilisha mada na kuanza kumwongelea marehemu bibi yake, huku akisema baba yake amemkumbuka sana mama yake. Ana, baada ya pale akaaga ila Andini akamsihi arudi tena siku nyingine. Upande wa Sirikiu naye akaenda maktaba kufuata kile kile kitabu, lakini anashangaa sana kuambiwa kwamba kitabu tayari ameshakichukua Ana. Njiani, Ana anakutana na watoto wa majirani zake. Watoto hao walikuwa wababe sana na wagomvi. Kuna binti akachukua kiti cha Ana, akakiendesha mpaka kikesha chaji. Ana anarudi nyumbani anakutana na Alex ambaye ni baba yake wa kambo, akachukua kile kiti na kukiweka chaji. Wakati huo Ana alikuwa akifikiria sana juu ya Andini. Siku inayo fata Sirikio anapita na boti yake anakuta Andini anamgojea kwa ajili ya kuongozana naye kuvua. Walipokuwa njiani boti za ulinzi wa majini zikawa zinapita hivyo Sirikio akamwambia Andini ajifiche asije kuonekana na walinzi hao. Wakati yuko pale akawa anaimba, basi samaki wakazidi kujaa kwenye wavu tena zaidi ya awamu ya kwanza. Tena alikamata samaki ambao wengine sio rahisi kupatikana kabisa. Kabla hata hajaanza kushangilia bahati yake, Sirikio akaziona boti za ulinzi zinarudi walipo. Wanafika pale wanakuta samaki wengi mno, ila walimuonya Sirikio juu ya nyama wanazozitumia ni kama vile uvuvi haramu hivi. Sirikio akaanza kuwaeleza simulizi fulani hivi kuhusu samaki mtu. Wale walinzi wakaanza kuona kama vile amechanganyikiwa hivi. Kwa hiyo wakaondoka zao. Walipoondoka, Sirikiwa akamtoa Andini kule chini alipojificha. Kisha wakaenda pamoja kuuza samaki. Sirikiwa akamwambia, "Atamletea nguo mpya pamoja na viatu vipya." Wakiwa njiani kurudi, wakakutana na Ana. Ana akawa anaongelea mkia wa samaki huku akiwapeleka kwenye duka maarufu kwa ajili ya mavazi. Baadaye Ana akaenda kwa Andini. Andini alimshukuru sana kwa ukarimu wake. Hivi akamwahidi kuwa atamfundisha kuogelea. Baadaye wote wakawa wanaogelea. Ghafla Andini akaona kitu fulani hivi kwenye maji. Hivi akamtoa Ana sana nje. Akatoa majani fulani hivi na kuanza kuyapekua pekua, kisha akamwambia Ana kuwa haya majani wakiafukia, basi Andini atakaa nchi kavu kwa muda mrefu zaidi hata ya siku zile saba. Wakati Andini akiafukia ya yale majani, Ana akawa anamwangalizia usalama ili watu wasimuone. Baadaye Ana akamwambia baba yake juu ya lile swala, kisha akawasiowe makini sana na watu wabaya. Wakati huo palikuwa na sikukuu ya wavuvi, kwa hiyo mashindano ya maboti yakawa mengi mno. Wakiwa pale, mara Ana akatumbukia kwenye maji, huku kiti chake kikiwa kinaning'inia. Andini akajitupa kwenye maji na kumsaidia Ana. Baadaye zilikiwa anampeleka Ana nyumbani kwa Alex. Na Andini, Andini akawaeleza kuwa kiti cha Ana kimeharibika, lakini Ana alikuwa anajaribu kutazama uwezo wake wa kubana pumzi ndani ya maji. Sirekiu alikumbuka kuwa alikuwa anatumia madawa fulani hivi, lakini siku moja aliporudi nyumbani alimkuta mama Ana amelala pembeni ya binti. Alipoteza kumbukumbu, walimwokoa ile binti na kuwa karibu naye, japo Mona alisema palikuwa na watu wengi sana wabaya waliokuwa wakimzonga, hali iliyofanya nampelekea mtoto huyo kupata ndoto za ajabu. Mazoea yakazidi sana, Sirekiu na Andini wakawa wapenzi. Baadaye kama kawaida, Sirekiu akaenda tena kwa mchungaji na kuongea naye, kwa anahisi alishawahi kuonana na Andini kaskazini kabla na anahisi jambo baya litatokea na litaleta maafa makubwa sana kwenye familia yake. Akiwa anatoka akavamiana na jamaa mmoja hivi ambaye alikuwa anamuuliza maswali juu ya Andini. Sirekio alimpouzia siku ile, alimpeleka Ana kwenye matibabu kama kawaida yake, ila waliporudi nyumbani hakuwepo mtu. Mora na Alex walitoka wakaenda kujiburudisha, ikabidi Sirekio amchukue Ana na kwenda naye kwa Andini. Anafika nyumbani anakuta mlango umevunjwa na Andini hayupo eneo lile. Sirekio alipagawa akaanza kumtafuta Andini. Anafika katika pango moja hivi anamkuta Andini amekaa akamwambia Sirekio kuwa kuna mtu alikuwa anamtafuta na, na Ana kuwa ni mume wake. Upande wa Mora alikuwa na enjoy tu kuzunguka katika kiti cha mwendo cha binti yake, mbali na maonyo ya Alex, lakini Mora hakutaka kubadilika. Wakati huo, Sirikiu amejificha pongoni na Andini, huku akimwomba abake kwa ajili ya Ana mpaka atakapopona. Baadaye yule mwanaume anayemwinda Andini alikuwa anaendesha gari kwa spidi sana, hali iliyosababisha ajali kubwa. Katika gari ya pili alikuwaepo Ana, Mora pamoja na Alex, lakini Alex hakuweza kupona. Ana alisaidiwa na mkanda wa gari japo aliumia. Sirikiu na Andini aligundua ile gari kupitia namba zake za nyuma. Wakati huo polisi wakiwa wamezingira eneo lile. Kwa hiyo Sirikiu ikawa Baadaye, baadae Sirikiu kampata binti yake hospitalini, anagundua kuwa binti yake amepata ya figo kutoka kwa Alex ambaye alikuwa baba yake wa kufikia. Damu zao aende mbali kabisa na yeye kwa sababu hayuko tayari na ana anaamka na, na kumulizia Andini moja kwa moja. Huko alimpa moyo akamwambia kuwa atakuwa pamoja nao hivi karibuni, baadaye taratibu nyumbani kisha akamwambia amchukue Ana, lakini wakati huo amkabili Andini kisha akamlazimishwa kunywa kinywaji fulani ambacho ndani yake iliweka madawa. Kisha Sirekiu akaenda kwenye boti ambayo Andini alikuwa amejificha na kumuita, kisha akamuonya kae mbali na yeye na maisha yake, arudi ziwani. Akamwambia mume wake ili arudi naye kwao, akampeleka mpaka kwenye kijumba fulani ambacho kijaishi na kumwambia asirudi tena kwenye maisha yake. Alimwacha pale na kuondoka, huku akiamini kuwa maisha hayako sawa, sababu binadamu na nguva hawezi kuishi pamoja hata kidogo. Andini aliomba nafasi nyingine ili amsaidie Ana, lakini Sirekiwa aliondoka baada ya muda refu akiwa pale akajikuta anabadilika na kuwa na umbo la mwanamke mwenye mkia. Akasubiri usiku uingie, kisha akaruka kuzama majini. Asubuhi yule mchungaji anatazama mazingira, anamkuta Sirekiu juu ya mti, huku akijilaumu kuwa akafanya kosa kubwa sana. Akamfuata Ana kutoka hospitali mpaka nyumbani, huku Ana anamfariji kuwa Andini atarudi sababu kuna kitu anakipenda kutokea pale. Baadaye Ana anatazama televisheni, anakuta kiongozi wa bendi fulani vya mziki ya rashi anaongea. Sirekiu aliporudi kusikiliza vizuri, akagundua kuwa Andini pia anaongea lugha kama ile, hivyo akagundua kwamba Andini ni mwanamke halisi. Haraka akatoka kumtafuta mwanzo wa kumpata, popote pale. Lakini baadaye akaona moto ambao Andini alikuwa anautumia kujilinda yeye mwenyewe kutokana na baridi. Andini alimwambia Sirekiu kwa yeye ni samaki mtu. Lakini alishafikia dhamana ya hazina yake ambayo inamkataza yeye kukaa nchi kavu muda wote na familia yake anayoipenda. Licha ya kuambua hayo yote lakini bado Sirekiu alitaka kujua ukweli. Kwa hivyo Andini akamuuliza ukweli. Akamwambia yeye kweli sio binadamu wa kawaida na alitokea Vumenia. Alikamatwa kwenye boti moja ifi na waalifu. Wakati huo polisi waliwazunguka eneo lile. Baharia akamsukuma kwenye maji akidhani Andini hawezi kuogelea. Lakini kutokana na wingi wa maji akajikuta anazama na ndipo alipojikuta ndani ya boti la Sirikiu. Kisha Andini akamtajia Sirikiu jina lake halisi. Anaitwa Yohana. Sirikiu anafika nyumbani, anakuta nyumba yake imezingirwa na wahalifu. Yeye alijitahidi kupambana nao lakini alishindwa, sababu walikuwa wengi kumzidi. Ana akaanza kuwapa simulizi ya samaki ambaye alifukia dhamana kwenye kajumba fulani hivi kilichokuwa na majani. Andini alidhani binti kamchomo kwa majambazi. Kwa hivyo aliposikia tu, akakimbilia katika kile kijumba na kufukua, lakini hakukuta kitu chochote. Maana Ana alishaviamisha pale na kupeleka sehemu nyingine. Andini alifurahi sana na aliahidi kuwa atakuwa na Ana pamoja. Ana alifurahi na akasema ameficha vitu sehemu salama. Baada ya wale majambazi kukosa alichokuwa na kitaka, wakataka kuondoka na boti, lakini Andini akapambana nao na kuazimisha. Mapolisi walipofika eneo lile wakakamata wahalifu wote pamoja na Andini, maana alikuwa kama mhamiaji hivi, alipaswa aombe uraia ama afunge ndoa. Baada ya miezi kadhaa, Ana akaenda kwa mchungaji na kukiri kuwa anampenda sana Andini na anatamani Andini ya mama yake, na hivi karibuni atafunga ndoa na baba yake. Kisha atakuwa raia wa nchi hiyo. Mwisho kabisa, tunamwona binti Andini akiwa katika nguo nyeupe, yani vazi la harusi, akiwa kwenye boti huku akionekana kuwa na na furaha, amani na upendo, na huo ndio unakuwa mwisho filamu hii. So subscribe, comments pamoja na kushare ili mradi upate more zaidi. Asante.